Kaonaza na maembe kabisa vidogo vidogo sana. Yaani yawe kuonja, ila vitoto vyake ni vidogo vidogo vinaishia tu mahali fulani. Eh, nyumbani yako. Sasa huu hapa hmm. Kwa mtu mwenye tatizo la tezidume mwembepori tezidume au busha. Alafu nyingine ni namna pia kuutumia. Kingine ni nyongo, nyongo mnaifahamu? Mm. Busha kuvimba hivi huku vi nani vijamaa hivi. Hivi viwili nacheka mm. <laughs> E, nini na wewe atuko darasani. Kwa hiyo utakuta amevimba kweli <laughs> mm. <laughs> Uh, jamaa. <laughs> <laughs> Kuna tezi dume na kuna busha. Busha ni, ni, ni, ni, ni, kama tulivyoeleza hayo, utakuta mivimba. Tezi dume ni, ni, ni, ni maumivu chini ya ah, e, utakuta maumivu makali lakini kwa hiyo haya majani eti magome haya kama unavyo na mechubuliwa hapa. Na, toa haya magome yake unapondaponda ponda, kama unataka kubaketi kukutunza unapondaponda ponda, natwanga vizuri. Ukimaliza unatumia vijiko kadhaa, kwa mfano asubuhi unaweza ukatumia kijiko kimoja ukachemsha kwenye huenda kwenye lita moja, unachemsha lita moja chemsha inachemka vizuri, inaweza ibaki kikombe kimoja hmm. e, robo tuseme maji ma, ma, magome maji e, magome ndio, au kama sivyo, kama huhitaji hiyo, kwa sababu kuna, kuna mtu ana shida hasa mpaka nanii, ukaushe natoato hayo magome kidogo, mkononi unamchemshia, chemsha natumia kikombe kimoja asubuhi, mchana, jioni asubuhi chana jioni, kutegemeana tatizo lake limekomaa, la muda gani, unaweza chukua kimoja kibili tatu mwezi, kutegemeana limekomaa kwa kiwango gani. Nyongo nayo ni hivyo hivyo tu matumizi yake, kwa unga kwa unga. E, kwa unga ni hiyo hiyo kijiko kimoja, jika kimoja kama, kwa maji naweza weka lita moja ukaloweka ukipenda kuloweka unaweza hmm, uloweke usiku ili hmm, utumie asubuhi maana hmm, ukiloweka lisali moja maji hayajafunza ile dawa hmm, ili yafunze vizuri ikae masaa mingi mengi kidogo hmm, unaweza unene asubuhi, usiku, asubuhi katumia hapo hmm, tumemaliza hmm.